Mheshimiwa Naibu Spika, umoja ni nguvu, utengano ni udhaifu. Naomba kumpongeza Mheshimiwa Daktari Hussein Ali Hassan Mwinyi, Rais wa Zanzibar na mwenyekiti wa Baraza la Mapinduzi, Mheshimiwa Othman Masudi Othman, makamu wa kwanza wa Rais wa Zanzibar, na Mheshimiwa Hemed Suleiman Abdullah, makamu wa pili wa Zanzibar kwa jitihada zao za kuendelea na kusimamia uimarishaji wa muungano na shughuli za maendeleo hapa nchini. Aidha, namshukuru Mheshimiwa Omar Said Shabani waziri wa biashara na maendeleo ya viwanda Zanzibar kwa ushirikiano wake uliotuwezesha kutekeleza sekta hii ya viwanda na biashara kwa umahiri mkubwa. Mheshimiwa Naibu Spika, ninapenda kukupongeza wewe Mheshimiwa Naibu Spika Musa Hasani Zungu mbunge wa Ilala, mbunge bingwa sana, hongera sana. Mungu wa kuhifadhi, Mungu wa kulipe kwa kazi kubwa unaendelea kuifanya. Napenda pia kumpongeza Mheshimiwa Spika mbunge wa Mbeya mjini na na rais wa mabunge duniani kwa kazi kubwa anayofanya kuliongoza bunge letu. Hali kadhalika wenye viti wa kamati kwa kumsaidia Mheshimiwa Spika na bunge letu limeweza kushamiri vizuri. Bunge la kumi na mbili limekuwa bunge la viwango na bunge la mfano. Asanteni sana, Mungu awalipe sana.